Jeshi la Marekani kupitia kamandi ya Kusini limetoa video mpya ya kuthibitisha kuwa limefanya mashambulizi dhidi ya boti tatu zinazodaiwa kujihusisha na biashara za dawa za kulevya katika bahari ya Pasifiki ya Mashariki na kuua watu wanane, kwa mujibu wa kamandi hiyo. Mashambulizi hayo yalifanyika Jumatatu mnamo Desemba 15. Ujasusi ulithibitisha vyombo hivyo, ujasusi ulithibitisha kuwa vyombo hivyo vilikuwa vikipitia njia zilizojulikana na usafirishaji wa dawa za kulevya katika Pasifiki ya Mashariki na vilikuwa vikijihusisha na biashara hiyo. Kwa sasa watu 95 wameripotiwa kuuawa katika mashambulizi dhidi ya boti zinazozihusisha na, na dawa za kulevya kama sehemu ya kampeni inayoitwa Operation South Spear ambayo utawala wa Donald Trump umesema inalenga kudhibiti biashara ya dawa za kulevya. mashambulizi ya hivi karibuni. Mashambulizi haya mapya yanakuja wakati masuala yanaendelea kuibuka kuhusu operesheni ya utawala wa Donald Trump dhidi ya boti zinazodaiwa kujihusisha na biashara zao za kulevya. Utawala wa Trump umeiambia Congress kuwa Marekani iko kwenye mgogoro wa kijeshi dhidi ya magenge ya dawa za kulevya, mgogoro unaodaiwa kuanza na mashambulio la kwanza. Mnamo Septemba mbili, Jeshi la Marekani lilifanya shambulio la pili dhidi ya boti inayoshukiwa kusafirisha dawa za kulevya katika bahari ya Kalibia siku hiyo baada ya shambulio la awali kushindwa kuua watu wote waliokuwa ndani. Kiongozi wa wachache katika Seneti, Jack Schumer wa Demokrati, alisema Jumatatu kuwa kutakuwa na kikao cha kuwafahamisha maseneti wote siku ya Jumanne kuhusu mashambulizi hayo. Shumasi aliandika kwenye X, utawala huu umewataja waliouawa kama wapiganaji haramu na kudai kuwa una mamlaka ya kufanya mashambulizi ya kuua bila kupitia mapitio ya mahakama kutokana na uamuzi wa asili wa waziri wa sheria. Mashambulizi hayo ni sehemu ya kampeni ya shinikizo la miezi kadhaa dhidi ya Venezuela ambayo imejumuishwa kuhamasisha maelfu ya wanajeshi wa kikosi cha meli za kivita katika eneo la Caribbean pamoja na vitisho vya mara kwa mara dhidi ya Rais Nicolas Maduro. Wiki iliyopita Marekani ilitangaza vikwazo vipya dhidi ya makampuni ya usafirishaji na boti inayodaiwa kusaidia kusafirisha mafuta ya Venezuela, siku moja baada ya kukamata meli ya mafuta iliyokuwa imewekewa vikwazo karibu na pwani ya nchi hiyo.